Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka sura ya 11:29 hadi ya 32. Makutano walipokuwa wakimkusanyikia Yesu, alianza kusema, kizazi hiki ni kizazi kibaya, kinatafuta ishara, wala hakitapewa ishara, ila ishara ya Yona. Maana kama vile Yona alivyokuwa ishara kwa waninawe ndivyo atakavyokuwa mwana wa Adamu kwa kizazi hiki. Malkia wa kusini ataondoka siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki, naye atawahukumu kuwa na hatia kwa sababu yeye alikuja kutoka nchi za dunia akaisikia hekima ya Suleimani, na hapa pana mkubwa kuliko Suleimani. Watu wa Ninawi watasimama siku ya hukumu pamoja na kizazi hiki nao watakihukumu kuwa na hatia kwa sababu wao walitubu kwa mahubiri ya Yona na hapa pana mkubwa kuliko Yona. Neno la Bwana. Sifa kwako, E Kristo. Wapendwa wanafamilia ya Mungu, ni mambo mema mengi ambayo Mungu anatendea katika maisha yetu tena mengi yanaonekana hayawezekani kwa macho yetu ya kibinadamu, lakini kwa uwezo wa Mungu na kwa pendo alilonalo kukwa mwanadamu anayafanya yawezekane. Sasa tunashindwa kuyafanyia kazi hayo ambayo Mungu anakuwa ametupatia kama zawadi na pengine kama muujiza, lakini sisi kwa sababu ya kuwa kizazi chenye ukaidi tunatamani sana mambo yanayotubadilisha yawe ya kuonekana yawe ya kushikika na si kwa imani. Ndugu zangu, tukumbuke sisi tunaponywa kwa imani na si kwa mambo yanayoonekana au kwa nguvu za kibinadamu. Yale ambayo Kristo anatutendea yatufanye sisi tubadilike, na wakati wa kubadilika ndiyo sasa, sisi ambao tumepata fursa ya kuweza kuyajua mapenzi ya Mungu na basi tuyatende, tusisubiri kuona miujiza ambayo tunatarajia kuiona hii ya macho yetu ya kibinadamu, ambayo tulio wengi ndio tunakimbilia hiyo. Anapotokea mtu akakatuambia au akatuaminisha kwamba yeye anaweza kuponya, anaweza kumponya kiwete, anaweza kumponya kiziwi kwa kutumia nguvu na jina lake yeye mwenyewe, watu wengi tunapenda kukimbilia kule, kwa sababu tunatamani kuviona vitu vinavyoonekana kwa macho na vinavyoshikika kwa mikono yetu. Lakini tukumbuke Kristo mwenyewe anaponya kwa imani, na kupitia hayo basi tuweze kubadili maisha yetu, kwa sababu Kristo, kila mara baada ya kuwa ametenda muujiza au alipokuwa amemaliza kumponya mtu, alimwambia hivi, enenda au ondoka, imani yako imekuponya. Kume ni imani ya mtu inayomponya na si kwa nguvu ya yule ambaye anajidai kuponya. Tumtumainie Mungu daima, tuweke tumaini letu na imani yetu kwake, na zaidi sana tuwe watu wenye kubadilika, kuacha maisha ya ukale na kuishi maisha ambayo yameumbwa kwa namna ya Mungu. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, iwashukie na kukaa nanyi daima.